TANLAP ilianzishwa kwa majukumu ya kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali ili kuweza kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa watu wasiokuwa na uwezo na makundi maalum. Kwa hiyo, makundi ambayo tunayahudumia ni pamoja na makundi ya wanawake, watu wenye ulemavu, na watu ambao wako kwenye mikoa ambayo iko pembezoni na watu wasiokuwa na, na uwezo wa kumudu gharama za mawakili kwa hiyo tumekuwa tukiwajengea uwezo mashirika mbalimbali juu ya sheria mbalimbali ili waweze kutoa huduma msaada wa kisheria katika maeneo yao. Lakini pia tumefanya mafunzo kwa wasaidizi wa kisheria ambao wako katika halmashauri zote za Tanzania ikiwemo na kata zote. Kwa hiyo kazi wanaoifanya ni kutoa elimu ya kisheria ili wananchi na hasasa wanawake wanapokuwa na changamoto mbalimbali mbali, waweze kupata huduma ya msaada wa kisheria waweze kwanza kuzifahamu haki zao kuzitetea na kuzisimamia. Mnawafikiaje wananchi? Wananchi wanafahamu kwamba shirika lipo na wakipata changamoto, kwa mfano mwanamke aliyeko kijijini akipata changamoto ya ardhi um, anaweza kutafuteni ama nyinyi mnawatafuta mna, kuna namna gani ya mawasiliano hapo kati ya wananchi na shirika? Asante Ma, mawasiliano yetu tunayaweka kwenye mitandao ya kijamii lakini pia tunashirikiana na vyombo vya habari. Tumetoa mafunzo kwa vyombo vya kijamii vilivyoko Tanzania, na kwa mwaka jana tumetoa mafunzo kwa vyombo zaidi ya uh, mia moja na kumi na mbili ambavyo viko kabisa kwenye jamii tukieleza kazi tunazozifanya na kwa sababu zile ni redio za kijamii kwa hiyo wananchi wengi wanazisikiliza kazi tunazozifanya mm. na wanapotaka kupata haki yao, waipate wapi. Lakini pia tuna wasaidizi wa kisheria ambao wako katika jamii, yani tuna watoa kwenye kata. Aa, kama unaifahamu Tanzania, kwenye utawala wa serikali za mitaa tuna, tuna vijiji kata. Kwa hiyo kwenye kata kule ndiko tunakotoa wasaidizi wa kisheria, kwa mtu ambaye anasikia hapa ni kwamba mnapata mmoja wa wananchi katika eneo la jamii labda kata, alafu mnafanyaje mpaka awe msaidizi wa kisheria? Tunampatia mafunzo mm-hmm. kwa hiyo ya tunampatia mafunzo ya sheria mbalimbali, anazielewa. Na wakishapata mafunzo hayo, wanasajiliwa na chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, wanapewa vyeti na wanaenda kujitambulisha katika maeneo yao ya kazi kwamba sisi ni wasaidizi wa kisheria, na pia wanashirikiana na wenyekiti wa vijiji wenye viti wa mitaa katika kuhakikisha kwamba pale kunapohitajika huduma ya msaada wa kisheria, wao wanakuwepo kutatua uh, changamoto hiyo. Na kimsingi wasaidizi wa kisheria wanafanya kazi kubwa sana mm -hmm. Kwa sababu wao wako kwenye jamii, wanaifahamu migogoro, na wengine tunaowachukua kwanza ni wale ambao wanakuwa ni maarufu, wanafahamika na wanajamii wengi, wanasikilizwa na, na, wana, wanasikilizwa na jamii kwa hiyo unakuta wanaweza kusuluhisha ile migogoro na kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani. Na tukirudi hapo kwa, kwa ufupi, kwa hawa ambao mnawaelimisha kwenye jamii ili waweze kuwasaidia watu kwenye sheria, jambo linapokuwa gumu kwa hawa ambao mmewaelimisha, labda ni kubwa kisheria kiasi ambacho hawakiwezi, wana haki ya mwananchi inapatikana vipi? Tumeweka utaratibu mzuri ambao pia uko kwenye sheria ili uh, aweze kuwa msaidizi wa kisheria ni lazima awe na mahusiano na taasisi inayotoa huduma msaada wa kisheria. Taasisi inayotoa huduma msaada wa kisheria ni lazima iwe na mawakili. Kwa hiyo wasaidizi wa kisheria wao kazi yao ni kusuluhisha migogoro, uh, kuwaunganisha wananchi na, na taasisi hizo zinazotoa huduma msaada wa kisheria ambazo zina mawakili, lakini na kutoa elimu ya kisheria katika maeneo yao. Kwa hiyo inapofikia sasa, hili ni swala la kwenda mahakamani ambalo linahitaji uwakilishi wa wakili, hapo sasa ndipo wanapotoa wana, wanapo toa taarifa kwetu sisi kama watoa huduma msaada wa kisheria na kuwaunganisha na taasisi hizo zinazotoa huduma msaada wa kisheria. Lakini pia ile taasisi ambayo walijisajili wana mahusiano nayo, ndio inawajibika zaidi kisheria kuhakikisha kwa kwamba anapatiwa wakili ambaye atatoa ata, ata, ata, huduma msaada wa kisheria kwa mwananchi huyo. Lakini pia mm, a, kama nilivyosema, kuna ofisi ambayo iko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Pia yani, masuala makubwa tunayapeleka huko ili serikali endelee kuyafanyia kazi.